Mama, leo tunapika nini? Sikuna dagaa mm, mule ndani ndani. Sasa dagaa bila kuchangania, mm. Wow. na mdogo, simchume matembele toka subuhi, nimewaambia nimeita daga toka mdagani, sitoka asubuhi, basi tena kuchuma tupike. Afu mbona unaonekana leo nauzuni sana, mshida gani? Ni kweli nauzuni, mama yangu mdogo, mimi na mawazo sana siku hizi mbili. Na mawazo ya nini? Hivi mama yangu, mimi ni alinizaa mimi peke yangu tu, ama nina kaka yangu au dada yangu, labda mwingine yeyote kwa? sisi sio ndugu zako, ni ndugu zangu, lakini nataka kumjua, yani mama yetu alituzaa sisi wangapi katika familia? Mama hmm, ashai kuniambia kwamba alishaikuzaa nje ya ndoa kabla yako na kaka yako na inavyosemekana sasa hivi ipo hapa hapa mjini. Anakuja mjini, na kuna mtu alinitumia picha zake juzi. ziko wapi? naomba nizione, kwani mtu Rahma alete hodo Rahma, Rahma hodo Rahma, nete simu, nete simu yangu ndio maana mama wangu ana huzuni, ana huzuni kweli mama wangu, maana anawazaga sana kumjua ndugu yangu. kaka yako? hmm. hmm. Sasa kama namjua, namjua umemwona. Hapi niliwai kukutana hmm. Naye yule si ndiye yule yangu, alikuja kuomba maji siku hiyo. Lini ilikuwa kuna siwa, alikuja kuna siekutapa akaja kuomba maji, dada akachukua maji akamwagia na akampia akamtukana akaondoka. Ko, unamfukuzaji mtu kwa ajili ya maji? nieo maji a kuna mengine hiyo ndio unaambia, usizalau mtu usiemjua. Mimi dada, usi kiasi, tunakwambia acha hiyo yako mbaya, sio tabia nzuri. Ni kweli, lakini sikujua. Licha ya kuto kujua, usimzalau usiemjua. Ni kweli, ni mtu kumzalau mtu ambayo <coughs> mjui, sio hisi, yaani hayo sio maisha. Nimefanya makosa makubwa sana, sijui kama atakuja. Jamani, Alima mzima, mbona uko peke yako hivi kimya nyuma maembe, kuna miti miti mingi Shoga yangu niambia, alikusibu? mm. mm -hmm. yana unisibu yeah, no, mazito sana shoga yangu, si nimejua ukweli kama nina ndugu nina kaka mimi kumbe. Yeah, una ndugu e, kaka yangu kabisa, tumezaliwa mama mmoja, baba tu ndo tujachangia. mm -hmm. Sasa kuna siku nishakutana nayo ndugu yangu, alikuwa mchafu mchafu, anaokota makopo Akaja nyumbani siku hiyo yani, mtu, na dawa zake, anaomba maji anywe, amezee dawa. Sasa mimi mwenzako si nikamdharau yule mtu, nikamtukana matusi, mimi nimeyamaliza yote, nimwambia sijui vyombo vyetu sio vya kuapa maskini kama wao, yani nimeongea maneno machafu hata yafai. Yani najuta kwa nini nilimdharau mtu ambaye, da, najutia sana ndugu yangu, well. Lakini mi nilikwambia shoga yangu, wewe usiwe hivyo, badilika. Yaani najua utakwanza sasa. Kama nikiweza kutana naye tena nitamwomba msamaha, nisamehe <laughs> na sitarudia tena yaani. Huy iza, mzima nzuri. Haya, kulikoni, mbona leo huku tena? Nimekuja tu kwa rafiki yangu hapa, nilikuwa naenda kudonga pale mbele. Ndio, karibu. Asante, nakuona leo na kazi. Nipo hapa leo bana, huu zile kazi zangu nilizozoea zile za kuokota okota makopo. hmm. Katika kuzunguka zunguka nikapata bahati nzuri, mtu akanipaki mlaba hapa hmm. naona hapa natakiwa nilime kote hapa paka kule unapokuona, kote huko nilime nimalize leo. Najua limekuwa ni kali. Ah, na kitu mimi nataka nikwambie. Oh, kitu gani tena mjomba wewe? Hey, mbona ushaanza? Ah, sio kikubwa sana lakini siautokasirika tanzaje. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ukasirika mjomba, we ni mshauri mkubwa kwangu, si unakumbuka ulivyonisaidia siku nilikuwa naumwa? Nakumbuka. Ndiyo. Aya, unamjua marehema nani? Marehema? Hapana, hebu labda kidogo unikumbushe ubini wake, sababu ukizungumza mamarehema wapo wengi. Marehema wa mzemanywele alikuwa anakaa mikese. Eh, kule ndani ndani. Ah! Wewe mjua mjua aje? mama yangu mkubwa. Acha we. Kumbe si ndugu? Eh. Ah, Mungu mkubwa. Si unamjua yule dada yangu naye kujaga nini? Ni ndugu yako. Mama mmoja baba tofauti. Unajielewa kweli? Najuta tani kumzalau mtu msiye mjua kumbe namzalau mtu kumbe ni ndugu yangu Hmm. Nianze wapi niishie wapi hmm? Ndugu yangu pole sana kwa ali kukuta, naomba Mungu akusaidie, huyo ndugu yako utakapoenda kumwomba msamaha akubali. Amina eh, lakini zikuambia, lakini usikasirike, sikiliza mjomba. Nakuheshimu na kuheshimu, najifikiria na, na ni kufanya kitu gani ambacho utaweza ukisao katika maisha yako, na kuheshimu sana